Chakabato na mimi ni lazima ujipange, maana ukizubana kupeleka kwa mpalange wanangu. Leo nimekutana na Kibwengo, sasa kibongo gani na hauna hata mapengo? Hoya we, mimi naitwa Salu Mbishi, nimekuja hapa na natanabiti, siku fichi mwanangu, nakukalisha yani, yakya Mungu leo nakinukisha Hoya we, mwanangu kakunja sura, huyu mwamba vipi? Sijui kama amekula, anaitwa komando. Basi anajoona jide, leo nakuchana na nakuna ta kwa usibe. Hoya, mbona kama simsikii hivi, jamaa huyu ndo kamshinda sani MC. Hoya we, mi naitwa Salu Mbishi, nakuja kama soja. Hoya mboga Oya, vipi? Mbona siku uelewi? unafanya singeli pombe gani ya ulewi? unafanya singeli au unafanya michano? Ni kuchane vipi? Nakuonyeshe ka mfano, yap yap yap, yeah, yeah, yeah. ah. Raundi ya kwanza nampoteza chapchapu. Dogo nenda shule, jifunze sana kurapu Hauwezi nitakupa adhabu upige pushapu. Unaonekana upo chini, jaribu kwenda apu au kabisa wezi kabisa weni mtoto chekechea kipaza kabisa wewe haujakizoea. Cheki Kibwengo vile mi na kukoromea, auwezi kabisa leo hapa utatokomea. Wezi Salu Mbishi leo hapa uishi na kula sikubakisha kama msosi wasishi. Leo kabisa nakupa mazishi, nakwambia kabisa msosi ulokula ni madabeshi. Leo nakutapika leo nakutandika na kuhamisha kwenu na tutandika naonekana kabisa yani unaangaika, nenda kwa mganga kupedawa kutajirika, naonekana kabisa mtoto, hauna mbwembwe mbwe. lazima kabisa labda jaja kubebe, nafaa kabisa yani weni kutulize, siku nyingine mtu kama kibwengo kwanza ulize. Ah, mimi Kibwengo afusifai naweza dogo ka kupasulia fasta mayai, au upendeze hato kifaa suti na tai, miniko juu yako kabisa na kusabai This is how it has to be done. Hao sio? Eh? Nani? Hatuwezi kumtoa. Hatuwezi kumtoa. Lazima atoke. Atakuja tu mtu atamchallenge. This is how. Yaani inabidi challenge, unajua hata season 1 ilikuwa na overall winner. Season 2 ilikuwa na overall winner. Season 3 ilikuwa na overall winner. Yaani kuna mtu ambaye alisumbua ni katika episode nyingi kwenye hiyo season, si ndio? Lazima atokee tu mtu kama hiyo. So season 4 tunaye G Kibwengo. Of course, rappers fanyeni kazi kuja kumchallenge mchizi. Hai, Mansuri. <laughs> Salu Mbishi. Karibu sana City Rap Battle. Oh ah, yeah. Yeah, hii umepoteza kwangu mimi. Bwana, kwanza big up sana kwa Salu Mbishi, nimekusikiliza uko vizuri sana. Big up kwa hilo lakini karibu, najua na, na, ndio first time unafika, si ndio? Karibu sana mwanangu, umefanya unafanya vizuri uh, bahati mbaya tu ni kwamba katika mara ya kwanza umekutana tena na, na mtu ambaye ndo amekuwa bingwa mara nyingi kwenye haya ya mashindano, kwa hiyo yeah. imekuwa ni ni, ni, ni changamoto kubwa sana kwako e, umekutana yeah. na mpambano mzito katika stage ya kwanza kabisa, lakini nami ndo utajifunza kwenye. Hii raundi ya kwanza ulianza vizuri, lakini mpinzani wako kidogo ana, ana uzoefu, lakini pia ni bingwa, kwa hiyo anajua mashindano yanaenda vipi. Imekuwa rahisi ye kufanya comeback, kwa hiyo raundi ya kwanza amechukua yeye. Ngoja tuone raundi ya pili utafanyaje. Okay, haya. Imeenda tena kwa uh, G Kibwengo. Yeah, uh, umekaribishwa mwanangu. Mwanangu, umeonyeshwa mchezo ulivyo, una raundi nyingine, nadhani umesoma, naweza kujitetea. Yes, kwa hiyo hii mimi nampa G Kibwengo. Okay, tuelewa raundi ya pili <laughs> ya raundi ya pili na kukili dogo, acha kukalili. Kibwengo ni mtu mmoja mwenye kaa wawili, leo nakuonyesha kwamba navina utitili, alafu ana kisula kibaya cha Kiswahili. Dogo siyo jasiri, sura yake kauzu kasula kadevu flati, akana mzuzu, naonekana kabisa hauwezi machuano Kajifunze sana ili ujue michano. Hapa tuna kuelekeza jinsi ya kupanga tenzi, kwamba ilijukwaa wapandipandi mandezi. Kama vile wewe yani fanya fanya tizi, au kishindwa baby yako akakugeilizi. Kunishinda kibwengo loswala sola, maana wolizani usiku na kuchana mpaka mchana. Niangalie vizuri, we nioneshee macho leo na kufisha kabisa yani somipasho kupa vitu live wezi kusurvive kibwengo ni loma sana miadi chini na daivu. Wewe unaonekana kabisa, yani mpoka bwege awezi rap kujaribu atarege. Wezi kabisa na kutuliza we msomi na kukalisha mikasa mbele ya pipo nyomi, aibu unaona misioni. Unaonekana kabisa wewe hata soa kuenda mtoni unasema unanichana usiku mpaka mchana, na kujuaga alafu una kalio kubwa la kuvunja shaga. Oya blasa una sura baya, alafu unaonekana unaendaga kwa wahaya We demu gani, demu gani akupende? Sula baya utazani pelemende. Milapa mwembamba mwenye mistari minene, sasa leo hii na kuchezesha sebene. Eti bibi yangu mi yaniipatie ilizi, we boya we hizo ni asila za mkizi. Mi nakwambia leo hii na kudondosha, na kama nitakushindwa basi ntakuosha hoya. Vipi mimi weka mzoga, yani sikufichi, nikikushindwa na kuroga. Nimetoka mbali, nimekuja huku. Huyu ulapa wenu mi namchezesha kiduku. Kwanza kavango gani nguo si mabuga? Hoya vipi, mbona kama anazuga, anajiona bora, hauna tau. Bora mimi tangu kitambo nilikwaga na kuchola. Hoya welapa, ndo naitwa Kibongo, yani uwe ndoweo unafundishwa na kado kitengo. Oh yeah, oh yeah. Okay, so G Kibwengo kutoka Temeke. Na Salu Mbishi kutoka Buguruni Sheli. Uliendea Buguruni Sheli, si ndio? Aiye. Ah, yeah. P Mawenge sasa sababu Buguruni Sheli sungemwambia unamuonaga sawa pale. Unamuonaga kimboka. Sawa unamuonaje kwa haya kote mbali ukoona ka pale mtaani. Bwana, eh, mimi natoa Sale. Amejitahidi sana ku balance mchezo. Sale, oh yeah. Kutoka uh, Sale kutoka kwa P Mawenge. Sale pia Sare pia kutoka kwa Mansuri. E bwana, hii raundi ya pili G Kibwengo ni kama alikuwa amerelax sana akajua ushindi ameshauchukua, lakini uh, yeah. Salu Mbishi kama nilivyosema mwanzo ni mtu ambaye amekuja for the first time lakini anajitahidi sana kufanya vizuri, na naamini akipata experience zaidi atakuwa mtu noma kabisa. Ni mbishi kweli, ni mbishi kweli. Kwa hiyo hii pia amejitahidi, yeah, amepiga ngoma, imekuwa imekuwa sare. Ushauri wangu kwa G Kibwengo next time uh, au mtu yoyote pia, ukiwa kwenye stage hakikisha una, una perform, usiridhiki labda na raundi moja au raundi mbili kwa sababu hujui mpinzani wako atakuja vipi. Ukipata nafasi ya, ku, ya kupata hiyo dakika moja ya kumshambulia mwenzako, hakikisha unamshambulia kweli kweli, usibakishe chochote. yeah, i yeah. kwa sababu huwezi jua yeye anakuja vipi. Ukipata nafasi ya kuzaba we zaba. <laughs> usio yes, hii sare, hii sare.